Kwanza niseme mimi sijaondolewa kwenye nafasi yangu kwa sababu ya hizo message. Mimi nimeondolewa kwa sababu ya chuki, ubinafsi, visasi, hasira, uchungu na vinyongo ambavyo vipo kwenye uongozi wa sasa wa CHADEMA. E, e, kwa kipindi cha miezi miwili naweza nikasema ambacho nimetumika mwaka huu kama katibu wa sekretariat tangu tarehe ishirini eh, na moja imepita Januari. Nimi, mimi binafsi nilikuwa kama yatima, yani unaishi kama yatima, unaishi na watu ambao unaona moja, hawakuamini; mbili, wanakutriti kama mtoto wa kambo, mtu ambaye hufai kuwepo sehemu fulani, upo kwa sababu ya labda umependelewa au kuna mtu anakubeba huna uwezo eh? kwa hiyo kulikuwa na treatment ambayo haikuwa sawasawa na na na, niwakumbushe niwakumbushe nyinyi waandishi wa habari, na mnakumbuka na wanachadema wanakumbuka kwenye kikao cha kamati kuu ya Chadema kilichokaa tarehe kumi na kumi na moja March e, makao makuu ya chama. Mimi nilikuwepo kwenye kikao cha tarehe kumi March e, zilipotoka picha za Mwita yuko kwenye kikao cha kamati kuu ya Chadema. Mwita alitukanwa nchi nzima. Huyu mtu anafanya nini kwenye kamati kuu? Huyu ni msaliti. Nikajiuliza maswali mengi sana hivi, hivi kwa sababu tu Julius Mwita alionekana kuwepo kwenye uongozi wa, wa chama uliopita uliokuwa unaongozwa na Freeman Mbowe, huyu mtu amekuwa mbaya kiasi hicho? Huyu mtu amekuwa mbaya kiasi hicho? Wakazungumza mengi sana Twitter, Clubhouse kwenye magrupu ya WhatsApp, wengine wakajikusanya wakatengeneza petition kwamba hawamtaki Julius Mwita kwenye vikao vya kamati kuu. Kwa hiyo nataka watu wajue kwamba Julius Mwita hajaondolewa kwa sababu eti anapinga no reform, no election. Mwita ameondolewa kwa sababu imesemwa kwamba huyu ni mtu mbaya sana, na ubaya wa Mwita hakuna anayeweza kusema, yako mengi yanazungumzwa ambayo hayana ushahidi e, mojawapo ni kwamba Mwita aliharibu chaguzi za chama chaguzi ambazo zimewaweka wengine madarakani leo, lakini zinasemwa kwamba Mwita aliharibu chaguzi za chama, na hakuna hata mtu mmoja anayeweza kutoka akasema kwamba hizi chaguzi ni eh, eh, zilizoharibiwa zipi. Na, na for your information, yuko mtu mwingine atafukuzwa hivi karibuni kwa sababu ya chuki tu hizi. Yuko mtu mwingine atafukuzwa, sitaki kumtaja leo, lakini yuko habari hii, wiki haiishi utasikia naye amefukuzwa labda baada ya mimi kusema leo wanaweza wakamspea spea kidogo, ili kwamba sisi hatuna uhuru wa kuwa na maoni, ila tuna uhuru kwamba akisema fulani tunafuata, akisema mwingine tofauti. Okay, kwa mfano, kwa mfano e, akiwa Arusha mjini, mjumbe wa kamati kuu akasema hivi, wanaotaka ubunge na udiwani bila reforms waondoke kwenye chama. Hivi Lema ni, ni, ni msemaji wa chama Lema ndiye anaweza akaamua chama kinakwaje. Okay, tuachane na hiyo. Kuna mtu anaitwa Maria Sarungi. Kikao kimeitishwa na katibu mkuu wa chama. Mimi sijui kama Maria Sarungi ni mwanachama wa Chadema. Mimi ni mwanachama wa Chadema na kadi yangu ni CDM E 0200. Sasa kama ni Maria Sarungi atuambie kadi yake ni namba ngapi? Maria Sarungi ana posti kwenye Twitter yake anasema, "Hiki kikao kimeitishwa na nani?" Kwa sababu viongozi wote wako filmi. Seriously? Kwa hiyo Maria Sarungi leo anahoji maamuzi ya vikao vya chama. Anasema tuwajue hao watu wanaotaka ubunge ndani ya Chadema. Tuleteni majina. Who is she? Anataka majina ya wagombea wanawatiania wa ubunge wa Chadema at this moment, yeye ni nani? After all, katibu mkuu wa chama mwaka 2023 tukiwa Mwanza, tarehe 21 Januari alitangaza watu wa watiania. Kutiania imekuwa imekuwa ni issue kwenye hiki chama kwamba sasa kuna mtu anaishi Nairobi anaogopa kuja hata kumzika baba yake. Anasema anataka majina ya watia nia wa Chadema ayapeleke wapi? Afanyie nini? Ana, an, an, an, anakuwa kama vile yeye ndio mwenye chama sasa. Kuna watu kuna watu wamesema, Mwita anasema huyo bosi wao, huyo bosi wao ni Maria Sarungi, sio ndio bosi wao? Maana ndiye ndiye ana remote ya, ya chama. Haya mambo yasiposemwa watu hawatayajua, kama mtu ambaye sio mwanachama wa Chadema anaweza kudemand ishu ya vikao vya chama akadimandi akadimandi eh, majina ya wanachama wa Chadema apelekewe yeye, who is she? Atoke leo atuambie kadi yake wanachama ni namba ngapi. Mimi ya kwangu ni CDME 0200 yeye ato, na ni platinum kadi ya platinum ambayo tunalipia shilingi laki moja ndani ya chama aniambie yeye ni kadi namba ngapi? Maana si yeye si anataka orodha ya wagombea wa, wa, wa, wa Chadema. Sasa mimi ni mgombea, niligombea 2020 nimetia nia ya kugombea 2025 yeye yeah, atuambie ni kadi namba ngapi sasa? Haya mambo yote haya nikiwaambia, ndio maana narudi nawaambia okay, haya mambo, ndugu zangu, ni chuki, ni uhasama, ni vinyongo, ni hasira, ni ni ni ni ni ni ni, ni, ni visasi ambavyo vipo havijawahi kuisha, kwa sababu kuna watu ambao hawapendi kupingwa. In short kuna watu ambao ni madikteta lakini kwa sababu wako ndani ya chama kinaitwa cha demokrasia wanajificha kwenye kitu kinachoitwa demokrasia.